Aleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa mtazamaji, unayetutazama mahali popote ulipo, nikukaribishe katika kipindi cha Mwanamke Inuka uko na mimi Lidia Kagisa, tenda kazi katika shamba la Bwana. Nikukaribishe sana rafiki ambao umekuwa ukitufuatilia mahali popote ulipo, lakini pia nikuombe unisaidie kushea linki yako unapopata vitu ambavyo unajua kwamba hivi ni msaada, vimekusaidia hakikisha na unawashirikisha na wengine Siwe wachoyo, na ndio maana hata mimi kile ninachokipata ninakuja tushare pamoja ili kitusaidie wote tuweze kufanikiwa Bwana Yesu asifiwe sana. Kukaribisha leo mwanamke tena, kuna kitu natamani tuzungumze pamoja. Aa, leo ninakuja kuzungumza na yule mwanamke mlinzi. Ye, mwanamke mlinzi, kumbuka ni kipindi cha nyuma nilizungumza mwanamke mlinzi ni nani? Tukagundua kwamba mlinzi ni mwanamke sasa nakuja kuzungumza na huyu mwanamke mlinzi ili tuone silaha mojawapo ya mtu anayelinda, na maana mlinzi lazima awe na silaha inayomsaidia kulinda, na anayelinda alindi ewa alindi kitu alindi ewa, ina maana unalinda vitu, unalinda hazina, unalinda mali, unalinda vitu ambavyo vipo wewe kuhakikisha unavilinda vinakaa salama visiharibiwe. Amen. Tunapolinda taifa na watu, tunalinda ili mradi usiingie chochote kibaya. Unapolinda familia, unahakisha ulinzi wa familia uko sawa, familia yako ikae sawa sawa. Unapolinda ndoa yako, unalinda ndoa yako ili isiingiliwe, ili mkae kwa amani. Kwa hiyo mlinzi huyu ana silaha zinazomsaidia kulinda, amen. Ana silaha ambazo zinamsaidia kulinda. Kwa hiyo kama huyu mlinzi ana silaha inayomsaidia kulinda inatupasa kuzijua hizo silaha ambazo zinatusaidia kulinda, na ili tuweze kuzitumia ziweze kutusaidia tuweze kufanikiwa kulinda watoto. Tunapolinda watoto, tunapolinda watoto, kuna silaha ambazo tunazitumia kuhakikisha tunalinda watoto. Bwana Yesu asifiwe sana, na ile ile Yeremia ile Yeremia thelathini na moja mstari wa ishirini na mbili anasema, hata lini binti Sayuni, tetanga tanga? Maana mwanamke atamlinda mwanaume. Sasa kama mwanamke anamlinda mwanaume, hatuishi tu kulinda mwanaume, tunalinda azina, tunalinda vitu vingi, tunalinda vitu vingi kwenye familia zetu. Sasa leo nataka nikuonyeshe silaha mojawapo ambayo huyu mwanamke mlinzi anatakiwa kuitumia kuhakikisha analinda familia yake au analinda watoto wake, amen. Silaha ambayo mwanamke anatakiwa kutumia, kuna kitu ambacho wanawake naona kama kinatupiga chenga. Kuna kitu ambacho wanawake kinatupiga chenga, ambacho ninatamani tubadilike. Kuna kitu ambacho wanawake kinatupiga chenga Inatubidi tubadilike kwenye kitabu kile cha, cha Samueli wa kwanza, ngoja nikuonyeshe kitu ambacho nakwambia kinatupiga chenga. Inabidi tu, tu, ni yani tubadilike ili tuweze kupata vitu vya kutusaidia kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza, kuanzia ule mstari wa ishirini na nne. Mpaka mstari wa ishirini na nane. Nasoma mistari yote minne. Samueli wa kwanza Sura ya kwanza mstari wa ishirini na nne. Mpaka ishirini na nane wa Mungu nasema naye, alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja na ng'ombe watatu na efa moja ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo, na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo, nao waka nao wakamchinja yule ng'ombe wakamleta mtoto kwa Eli, akasema e, bwana wangu, kama ishivyo roho yako bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke niliyesimama karibu nawe pamoja hapa nikiomba Bwana. Niliomba anipe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba, na kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana naye atamwabudu Bwana. Huku bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Tunamuona mwanamke mwenzetu hapa, ana alipopata mtoto alienda kuomba Mungu ampe mtoto na Mungu akampa mtoto. Alipopata mtoto yule mtoto akamrudisha kwa Bwana, akampeleka akupeleka tu mtoto, alienda na sadaka aina tofauti tofauti za sadaka, lakini sadaka mojawapo ilikuwa ni ng'ombe ambaye alienda kuchinjwa pale. Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo, alienda na sadaka kwenye madhabahu akaitoa. Huyu Mungu akusubiri yule mwanamke ana, akusubiri mtoto aharibike, kitu ambacho nataka sisi wanawake tubadilike, kinachotupiga chenga Tunasubiri watoto wetu waharibike, tunasubiri tuitwe mashuleni kwamba watoto wetu sio wana tabia moja mbili tatu, tunasubiri watoto wetu wabadilike waanze kuumwa, ndipo tuangaike kuwatafuta watumishi wa Mungu, ndipo tutafute tu, tuanze kufunga na kuomba. Lakini mwanamke mwenzetu hapa, ana anasema yeye alimtoa mtoto sadaka pamoja na sadaka mbele ya madhabahu ya Mungu akiwa mtoto mdogo. Ina maana huyu mtoto akuwa ameharibika chochote, akuwa amebadilika tabia yoyote, akuwa na shida yoyote, ila alimpeleka kwenye mikono ya Mungu na akampeleka kwa sadaka. Sasa sisi nachotamani tubadilike wanawake. Ndio maana nimekuambia silaha moja wapo inayokusaidia kulinda. Nataka tubadilike tusisubiri kutoa sadaka wakati ambapo watoto wameharibika, tusisubiri kutoa sadaka wakati ambapo tumeitwa shuleni kwamba mtoto ana tabia chafu, tusisubiri kuwapeleka watoto wetu kuwatolea sadaka wakati ambapo watoto wameumwa, tumeambiwa na ugonjwa huu ni mgumu, tusisubiri kutoa sadaka ambapo watoto wetu hawatusikilizi tena. Wakati mtoto ni mdogo, tujifunze, hii ni silaha mojawapo, watolee watoto wako sadaka, hata kama hawana shida yoyote, waweke kwenye mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo silaha mojawapo ya mlinzi huyu mwanamke mlinzi, wakati anataka kulinda watoto wake, fikiri dunia sahivi tuliyo nayo, watoto wetu wanaenda huko bodi, wanakaa huko shuleni, hatuna macho sisi ya kuangalia huko bodi wanapokuwa, hatuna namna ambavyo tunaweza kuwafuatilia huko wanapokuwa, ila ambacho tunaweza kukifanya, tunaweza kutumia maombi yetu na sadaka tunazoziachilia kwenye madhabahu ya Bwana kuwaweka watoto wetu kwenye mikono ya Mungu wakawa salama na wakalindwa huko mbali wanapokuwa mbali nasi. Uh, ukiangalia kwenye kile kitabu cha Ayubu moja, ngoja nikusomee. Pia hii hapa, unaweza ukasema huyu, ah, ni mwanamke labda. Sawa, ni mwanamke ndio tunayemzungumzia zaidi, lakini natamani ni kuonyeshe pia na mwanaume aliyekuwa aliyegundua hii siri. Ayubu moja, Ayubu moja. Ayubu moja mstari watasema, Ayubu moja mstari watasema, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilikuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao, akawatakasa kisha akaamka asubuhi na mapema na kumsogezea sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu sema yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mi mioyoni mwao Ndivyo alivyofanya Ayubu, siku zote. Hebu angalia kitu hapa. Ni watoto wameenda kwenye shughuli zao, wameenda huko kwenye sherehe, wameenda huko kutembea, lakini Ayubu anachowaza kwamba huko walikokwenda yamkini wamemkosea nani? Mungu. Anaamka asubuhi na mapema, anawatolea watoto wake sadaka na anasema kwa idadi na maana kila mtoto anapeleka sadaka, anamsogeza kwenye madhabahu ya Mungu kwa sadaka ajaambiwa kwamba kule walipokuwa walizini, ajaambiwa kwamba walipokuwa kule waliiba, ila yeye anajua kwamba huko walikokwenda mimi sijui, yamkini kuna namna ambavyo wamemkufuru Mungu kwenye mioyo yao. Anawasogeza kwenye mikono ya Mungu kwa sadaka. Kuna jambo jingine hapo la kujifunza kwa Ayubu. Mwanamke, mlinzi nimesema mlinzi anayelinda analinda vitu ambavyo vipo, si kwamba hakuna. Analinda ile hazina, huyu mtoto ambaye mungu amekupa au watoto ambao mungu amekupa. Kuna vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yao akitakiwi kupotea hata kimoja. Utawezaje kulinda? Ni lazima uiachilie sadaka, uwaweke kwenye mikono ya Mungu. Watoto tumeaminiwa. Ana, Ana, Ana anasemaje kwamba niliomba kwa Mungu, Mungu akaniamini akanipa huyu mtoto, na mimi ninamrudisha kwake ninampa Mungu. Wakati ukitoa sadaka huwa unasema nini? Wewe ambaye unawatoleaga sadaka, mlinzi mwenzangu, huwa unazungumza nini? Tumeyaona maneno ya Ana aliyoyazungumza. Umeusoma vizuri? Umeusikia vizuri? mtoto wa mstari wa wa Samuel Kwanza, sura ya kwanza mstari wa ishirini na nane anasema, nilipewa na Mungu, na huyu mtoto nimemleta tena kwenye madhabahu. Atamwabudu Mungu hapa siku zote atakazokuwa hai siku zote atamwabudu Mungu hapa. Wewe, wakati ukitoa sadaka huwa, unasema nini? unazungumzaga vitu gani? yaani ni kwamba ana anasema hivi, hata milima igeuke, hata milima ipinduke, hata dunia igeuke kichwa chini miguu juu, hatotoka kwenye mikono ya Mungu, atamwabudu Mungu huyu, atabadilishwa, atabadilika, atabaki kwenye mikono ya Mungu na ndiye Mungu atakayemwamini. Sasa, naomba nikuulize, wewe huwa unasema nini wakati ukitoa sadaka huwa unazungumza kitu gani? Kwa nini? Nimekuambia silaha mojawapo unayotakiwa kuitumia kama mwanamke mlinzi. Sadaka ni silaha mojawapo ambayo haisi na haisauliki na wala haipotei. Sadaka inasimama kama ukumbusho hmm? Sadaka inasimama inamkumbusha Mungu, na ndio maana takia tukiendaga ibadani lazima tutoe sadaka. Wewe unaondoka sadaka inaendelea kuzungumza kumkumbusha Mungu kile ulichokisema. Ndio maana Hana alipotoa sadaka, akamkabidhi mtoto yule kwa Mungu, alisema atamwabudu Mungu hapa siku zote atakazokuwa hai duniani. Kwa hiyo sadaka inasimama, inaendelea kuwa ukumbusho kwenye mikono ya Mungu, inamkumbusha Mungu kile ambacho wewe una, una, umekisema kwa mtoto wako. Kwa sadaka ni silaha mojawapo ambayo tunatakiwa kuitumia kwa ajili ya kuhakikisha tunawaweka watoto wetu kwenye mikono ya Mungu mara zote, na tunaitumia sana huu mstari, wanawake wenzangu, watoto wetu wote watafundishwa na Bwana, na amani ya mioyo yao itakuwa nyingi. Naomba nikuulize, ukiwa uu mstari, uu una koti huo mstari huo una unanukuu ule mstari, ukiwa huyo mtoto anafundishwa na Bwana kwenye kitu gani? ana anasema anamkabizi kwenye mikono ya Mungu. Kwa hiyo huyu mtoto hata aende wapi, yale maneno, ile sadaka itakuwa ikimkumbusha Mungu kwamba mama yake alisema hiki, mama yake alisema hivi. Mara zote siyachagi kuambia hiki, na wengine ambao mmekuwa mkinifatilia, ninawambia hivi nilivyo mimi. Ukiniona mimi ni sadaka ya mama, sadaka aliyokuwa akiitoa akitutolea sadaka, ametutolea sadaka mpaka anakufa. Alitoa sadaka Jumapili, akafa Jumatatu. Kwa unavyoniona ni sadaka si mimi. Sikuwa na ujanja wowote wa kunikuta niko hivi, au ningekuwa nimekufa labda, lakini sadaka inasimama kama ukumbusho. Ndio maana hata Mungu alimwambia Kornelio kwenye hiye Matendo ya Mitume kumi, anasema sala zako sadaka zako na sala zako zimefika na kuwa ukumbusho. Azungumzii tu maombi, na mara nyingi wanawake tunaomba, mtumishi niombee, mtumishi mtumishi, tunaomba lakini ni wagumu kuwatolea watoto wetu sadaka. Kuna kitabu niliandika, uzao wangu ni urithi wangu, kama hii bronchi niliyovaa hii bracelet niliyovaa imesema, uzao wangu urithi wangu, Zaburi ya mia ishirini na saba mstari tatu na wanne. Kuna kitabu chake kimeandikwa. Nataka nikwambie nataka tu nikwambie mtoto wako wewe ndio urithi wako, na kama ndio urithi na kama ndio ndio, ndio taji yako, yaani ndio kitu cha kujisifia, sio mali sio nini. Lazima uhakikishe unamkabidhi huyo mtoto kwenye mikono ya Mungu na ndio, ndio kitu cha thamani cha pekee ulicho nacho, rafiki kwa kama mtoto ndio kitu cha thamani cha pekee, kwa sababu mali zinaweza zikaharibika hizi. Unaweza ukawa na mali nyingi, lakini usipokuwa na mtoto atakayeendeleza hivyo vitu unavyohangaika navyo, ni sawa sawa na tasa tu ambaye akuzaa mtoto. Kwa hiyo kitu cha thamani sio mali, ila ni mtoto uliye naye, utakapoweza kumtunza na kumlea vizuri, akaweza kuendeleza hivyo vitu ambavyo unahangaika navyo. Sasa sasa, ili aweze kukaa sawa sawa, lazima ujue Mungu kawekeza kitu gani ndani ya huyo mtoto, ili hicho kitu ukikabidhi kwenye mikono ya Mungu kiendelee kuwa ukumbusho, Mungu aendelee kumlinda na kumtunza. Utasema sasa Mungu anawezaje kumwacha wakati ni, ni, ni yeye ndiye amewekeza. Ni kweli Mungu anaweza kumwacha kwa sababu akisha mwaka kwenye mikono yako, yuko kwenye mikono yako. Kwa hiyo lazima anataka tena asikie ukimkabidhi. Kwenye kitabu kile cha Ezekieli kumi na sita ule mstari wa ishirini na ishirini na moja anasema na watoto mlionizalia. Mm-hmm. Kumbe watoto tumemzalia Mungu. Anasema watoto mlionizalia mmewatoa wawe sadaka za makafara watoto tumemzalia Mungu, sio wakwetu na ndio maana tutaulizwa. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, kitu ambacho nataka nikukumbushe tu, tusiishie kusema watoto wetu watafundishwa na Bwana, hakikisha unawatolea watoto wako sadaka. Ninaposema watoto kama Ayubu alipokuwa akiwapeleka, sawasawa na idadi yao. Usiseme tu kwamba na watoto kumi, Baba, hii elfu kumi ni kwa ajili ya watoto wangu. Nisikilize nikwambie rafiki yangu, watoto wako ulio nao, kila mtoto ana vita yake na kila mtoto ana kitu alichokibeba kila mtoto ana kitu cha tofauti. Kama mtoto kila mtoto ana kitu cha tofauti, lazima ujifunze kila mtoto kumtolea sadaka kwa sura ya kwake tofauti. Unapokwenda mbele za Bwana usiende kwamba hii nimeleta sadaka kwa ajili ya watoto. Sikiliza, anasema hazina ya mtu iliko, ndiko na moyo wake utakapokuwa kama hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake utakapokuwa, nenda na sadaka, chukua laki yako, chukua elfu kumi, chukua elfu hamsini, chukua nini kwa kadi ambavyo umebarikiwa fedha. Wewe ndio utakayejua kwamba yani, ile thamani ya Mungu ndani ya mtoto wangu nitakwenda naye mbele za Bwana kwa kiasi gani. Angalia ana alibeba vitu gani, mara maziwa, mara elfa moja ya unga, mara sijui ng'ombe, mara sijui. Alijua thamani ya mtoto wake kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana, huyu ni mwamuzi katika Israeli. Huyu ni mtu atakayetumika mbele ya madhabahu ya Bwana. Ameweka kitu kikubwa. Kwahiyo na mimi siwezi kwenda nina shilingi elfu moja kwamba hii ndio sadaka kwa ajili ya mtoto wangu. Atafuta kujua ambacho Mungu ameweka ndani yako, na ujue namna ya kukibebelea kwa kukitengeneza kwa sadaka, sawa, watu wa Mungu. Kwahiyo ninapokwenda mbele za Bwana, nenda na fedha mkononi mwako, ambayo hiyo sadaka sio tena hela Sema Baba, nimekuletea moyo wa flani maana hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake utakapokuwa. Kwa hiyo ninaenda nina, na fedha lakini nimeisha ipa jina kwamba Baba, huyu ni flani kama ulivyoniamini ukanipa, na mimi nakurudishia, namweka kwenye mikono yako. Sawa sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume ishirini thelathini na mbili anasema basi naweka kwenye mikono ya Mungu na kwenye neno la neema ambao naweza kuwachunga na kuwapa urithi pamoja na waaminio. Kwa hiyo nina mimi namweka kwenye mikono ya Mungu kwa sadaka ha? ana aliweza kumbeba Samueli na sadaka akampeleka mazabauni mzima, mzima. Sisi hatuwezi kuenda kuwapeleka watoto wetu wazima wazima tukawabwaga mazabauni au tukawatelekeza kwa wachungaji hapana, au kwa watumishi wa Mungu, hapana, ila nina uwezo atakoaje kukubali ikiwa wewe ujamkabizi kwenye mikono ya Mungu. Asoma, yupa, atawasaidia wale ambao tumewakabizia kwenye mikono ya Mungu, matokeo ya sadaka. Kwa sababu kuna namna ambavyo marafiki zangu wageniambia twende sehemu fulani, na kweli naona yani sio shida lakini sio mahali pazuri. Nasema kwa nini na mimi nisiende, wakati nikiwakubalia kwenda nitakaposema twende sawa, ninaanza kukosa amani, nakosa amani na, yani, naona kama huko sisi tunaenda sisi wapi? Yani unaanza kupata maangaiko, unakosa furaha. Naomba basi, naenda mimi, sitaenda ile kitendo cha kusema sitaenda, unarudi katika hali ya kawaida. Roho Mtakatifu anawaka ndani yako kwamba huko unakokwenda ni pabaya. Sisi hatujakabiziwa ili uende huko, tumeambiwa utamwabudu Mungu hapa hakikisha watoto wako unaweka kwenye mikono ya Mungu ili wamwabudu Mungu wako katika Kristo Yesu, wasibadilishwe majina. Angalia dunia ina panyarodi, angalia dunia ina mbwa mwitu, angalia dunia ina changudoa, ina mashoga, ina manini. Tutawezaje kupona kama tusipotumia hii siraha ya kuwakabidhia watoto wetu kwenye mikono ya Mungu kwa njia ya sadaka, tukiwaweka kwenye mikono ya Mungu? Kwa sababu sadaka inafuatilia, nimekuambia. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Waibrania ile sura ya saba mstari wa tisa na wa kumi tunaambiwa Ibrahimu alienda akatoa sadaka ya fungu la kumi, lakini tunaambiwa Lawi naye eh? Lawi naye anafaidika na ile sadaka, alikuwepo. Kumbuka Ibrahimu wakati akitoa hiyo sadaka hakuwa na mtoto hata mmoja, lakini fikiria, Ibrahimu ndo ametoa sadaka, Ibrahimu ndo anakuja kumzaa Isaka, Isaka anamzaa Yakobo, Yakobo anamzaa Rawi. Sasa huyu Rawi tunaambiwa anafaidika, kwa sababu wakati baba akitoa sadaka Rawi alikuwepo. Tukuulize katika mwili, utaniambia hizi sababu ni za namna gani? alikuwa wapi huyu? alikuwa kwenye viuno. Kwa hiyo unapotoa sadaka kumbuka, unapotoa sadaka kwa ajili ya watoto wako, sadaka inafuatilia, hata aende wapi itamfuatilia tu, itamfuatilia. Tunasomaga kwenye kitabu cha Luka Yesu alimponya yule aliyepindana mgongo miaka kumi na nane, anasema na huyu yampasa kuponywa, kwa sababu ni uzao wa Ibrahim . Kwa nini? Kwa sababu ya ile sadaka ya Ibrahim. Kwa hiyo nikukumbushe mwanamke mwenzangu, inuka simama mbele za Bwana, wakabizi watoto wako kwa sadaka tu. Tunaweza kusuka vizuri, tunaweza kuvaa nguo za magarama, tunaweza kufanya vitu vingi, tukapamba nyumba zetu, na kuambia mtu wa Mungu, kama unaweza kununua chungu cha kuwekea ua, kama unaweza kununua pambo la ndani laki moja, laki mbili, laki tatu, ukaweka pambo ni zaidi, ukatoa hiyo sadaka kwa ajili ya kumtolea mtoto wako na sio mara moja. Ayubu anasema kila siku kila siku, wakienda huko kwenye mitoko yao yeye anarudi mbele za Bwana, yamkini wamemkufuru Mungu ko walikokuwa. Sasa mimi naweza nistoe kila siku, lakini basi tujifunze hata kutoa basi hata mara moja kwa mwezi. Ni silaha mojawapo ambayo itatusaidia kuwaweka watoto wetu salama wakati dunia ikigeuka. Anasema hata giza likifunika kabila za watu, lakini nuru itakuzukia wewe, ili watoto wetu nuru ipate kuwazukia na wapate kuwa salama. Tujifunze kuwaweka kwenye mikono ya Mungu, ambako ndiko wanaweza kuchungwa na kulinda na kutunzwa, Roho Mtakatifu akiendelea kuwaficha popote watakapokuwa. Nimesema nije kwako tena, mwanamke, nikukumbushe tu kwamba silaha moja wapo ambayo itatusaidia kuhakikisha watoto wetu wanakuwa salama, hii silaha unaweza ukaitumia pia kukusaidia kulinda ndoa yako, naweza ikakusaidia pia kulinda kazi yako, kwamba kuhakikisha kila mara naweka biashara yangu kwenye mikono ya Mungu na kisha kila mara naweka wangu kwenye mikono ya Mungu ni sadaka yako unatoa mbele za Bwana. Kwa hiyo, mwanamke nimesema, wewe mwanamke mlinzi, ulinde hazina ya Mungu ili hivyo vitu vilivyo, unajua, vita tuliyo nayo watoto wetu vita walizo nazo ni kwa sababu ya vile ambavyo Mungu amewekeza ndani yao. Kwa sababu Mungu amewekeza ndani yao, uzimu inawahitaji, Shetani anataka atumie watoto wetu na Mungu anataka atumie watoto wetu. Kama unakumbuka wakati Israeli wanataka kutoka Misri, Farao alimwambia Musa waende watu wazima, watoto wafanye nini? Wabaki. Kwa nini alitaka wabaki? Kwa nini alitaka wabaki ili waendelee kuwatumikisha. Kwa hiyo, Shetani anawataka watoto wetu awatumie, wa Mungu anasema nimewekeza vitu vyangu vile ambavyo Mungu amewekeza, Shetani anataka avitumie, ndivyo sivyo? Kwa hiyo, nakusihi mwanamke mwenzangu, tumia silaha hii, kutumia maombi yako, lakini kuwekeza sadaka kubwa kwa ajili ya watoto wako. Kila mara mwambie Mungu, nimekuletea Lidia huyu hapa, nimeleta Ana huyu, nimeleta Joni huyu, nimeleta majina ya watoto wako nimeleta Agnes, nimeleta Angel, nimeleta Yoshua, nimekuletea namweka kwenye mikono yako Baba, huyu ni Yoshua nimekuletea, moyo wake maana umesema mazina ya moyo ya mtu iliko ndiko moyo wake utakapokuwa. Huyu niliyemleta nimeleta Yoshua kwa sababu Yoshua alichokibeba, ana alichokibeba, Angel alichokibeba ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hiyo tunapowakabidhi Mungu, anadili nao sawasawa na uwekezaji wake aliyoweka ndani yake. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema, mwanamke mwenzangu uhifadhiwe uwe salama, lakini zaidi itumie hii silaha ya sadaka. Nimeona matokeo yake makubwa, hivi nilivyo, ni matokeo ya sadaka. Kwa hiyo nakuomba nawe mwanamke mwenzangu, tumia sadaka yako kuwaweka watoto wako kwenye mikono ya Mungu, nao watakuwa salama. Ulikuwa na mimi Lidia Kagisa, mtendakazi katika shamba la Bwana. Lakini kuombe mwanamke mwenzangu, usiwe mchoyo, jifunze kushia maarifa kama haya. Kuna wanawake wengine wanaweza wakawa hawanifahamu, labda hawa wafahamu hii akaunti. Wewe ambao umeweza kunisikia, nisaidie kushare nao, tuweka kwenye status yako. Haikupunguzi chochote, bali unaongezeka, kwa sababu ni baraka. Kuna hiyo ni sadaka mbele za Mungu, na wewe umetumika pamoja na mimi. Mungu wa mbinguni akubariki, ninakupenda sana, na ndio maana najitahidi na, na, na, na kwamba kile ambacho Mungu amenipa tushare pamoja, ili wote tuweze kufanikiwa. Mungu wa mbinguni akutunze na kutakia kazi njema, mwanamke mlinzi katika hili lindo ambalo umewekwa.